Huyu rafiki yangu anaitwa Cosmo Joyce. Asante. Wapi nduru ya Cosmo Joyce jameni? Thank you, thank you, Naibu wa Rais. And God you willing, you're gonna be our sixth president of Kenya. Kwa machaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kazi mabebi, kazi mo easy kazi. Wanaume kamili, wanaume tosha, mimi Cosmo Joyce. Hiyo ndio my motto ni before niongee. Nataka kuwashukuru na ngoma tayari ndio wani tabanyaliba Mas... Okay, sababu naona kila mtu anataka kuongea, nataka kutoa shukrani eh juu wa wetu wamefanya kazi, umeunganisha Kenya, ni mwanaume ya Mungu Kuongea uh, sana. Let me approve approve the message approve message, Kazmo. Keep I approve this message. shilingi wapi? Yes, k